Ningekuja hapa kuwaeleza haya kama bado sijayafanya we ungekubali mzee? Kwa hiyo ndio maana ukaamua utumie ubabe? Hapana, sio nguvu kabisa. Mimi nimekuja hapa kutuliza vita. Hivi unavyotuona sisi ni u... wakorofi labda eh? kwamba tungeshindwa tunge kuelewana? ungetueleza tu ukweli, sisi tungekukaidi? tunge ama ni vipi? watu hawaaminiki, mtu anaweza kubadilika. Mfano Chidi Nilisikiaga kitambo tu, sijui kuhusu mtoto wako, walimzika na wewe ukaja ukamzika tena. Tafadhali, tafadhali, naomba ishiapo hapo. Sihusiani na Devi, sihusiani na wewe, sihusiani na ukoo wako, sihusiani na mtu yoyote kwenye familia yenu, sihusiani sijui na wajomba zako kina Azizi, sijui kina nani, sihusiani na yoyote tafadhali. ha! Ha!

Huyu ni Ray. Aswa mimi ni Ray na nimefurahi kuwa nyote ninyi hapo uh, mimi nani kazi, mzee wangu unajua oh. Mimi nahabi tumishwa kipindi kirefu sana na wazazi ambao wamenilea mimi, ndio ambao wamemlea habi pia nilipata habari ya msiba. pole sana asante sana mzee. Um, sorry but basically kama nyie ni ndugu how come I didn't see you at the wedding? mm -mm. Nelly, this is not the right time. mgeni ndo kwanza amefika, tungemkaribisha ndani akakaa, tukampata kinywaji then tutaulizana maswali. Isn't that right my wife? Yeah? Karibu nyumbani. Asante.